Ninachotaka nikiseme hapa au kioni, Zakayo yeye alisikia habari za Yesu, akaamua kumfuata huko aliko, kama wewe ulivyoamua kutufuata sisi hapa, umetaka kuja kusikia habari za Yesu. Wakati Zakayo anamtafuta Bwana Yesu, akaenda kupanda juu ya mti kwa sababu alikuwa ni mfupi na kumbe pale Yesu wakati yupo yeye alishajua kuna mtu ananitafuta. Nasema leo katika jina la Yesu, Yesu anajua kwamba huko mahali hapa unamtafuta. Amen. Haleluya, Amen. Matatizo yako yote yaishe. Nasema leo lazima utapona, chochote kinachokusumbua lazima leo kiondoke, chochote kinachokusumbua. Kama huna watoto leo utapata watoto ndio. Kama mume amekuacha, nilisema jana lazima atarudi. Amen. Kama una ugonjwa wowote unakutesa leo lazima ugonjwa Kama una ajira utaitwa kazini wetu anaweza Yesu Yesu anaponya Yesu amekuja hapa kwa ajili yako anajua utatoka nyumbani utafika katika viwanja hivi. Piga vigelegele kwa Yesu. Amen. Amen. Kwa Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini? Muda wangu ni mfupi sana. Wangapi wanaamini? Tunaamini, tunaamini, tunaamini, lakini ninarudi pale katika somo langu la kwanza kwa ajili ya wale wanyang'anyi wawili, yes. Nataka nikwambie, Yesu anawapenda Usijioni kama wewe ni mdhambi, ukasema mimi nina dhambi hivi eh, nikija hapa nikifanye hivi nitaeleweka vipi? Yesu alikuja sio kwa ajili ya wasafi, alikuja kwa ajili ya wenye dhambi, alikuja kutafuta kuna kuokoa kile kilichopotea. Nataka nikwambie leo Yesu amekutafuta, ndiyo yes. maana uko mahali hapa, shida yako yoyote ile leo inakwenda kuisha. Haleluya, nimekuja hapa. Sikuja kucheza, hatukuja kucheza na na mama askofu wangu, tumekuja kukuletea habari za uzima wa milele kwa sababu tunayo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, na hakika sitatuzuru. Naamini kwamba hata nge yoyote na nyoka yoyote ambaye amekungaa wangu. Jwangu pestimu ile nyimbo, Simama mahali ulipo. Amen. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu nakushukuru.

halelu, umesikia waimbaji wameimba, ujumbe umeusikia. Ni wewe mwenyewe kuamua nini moyo wako unataka. Mpendwa, Ndugu yangu, rafiki yangu mzuri kabisa, mama zangu, baba zangu, kaka zangu, wadogo zangu, mabinti zangu pamoja na watoto, kama uko mahali hapa unataka kumpokea bwana Yesu, abadilishe maisha yako kama yule mwizi pale msalabani alivyosurubiwa, alishajiona ni mdhambi, lakini akakubali toba, ili tu afike mbinguni. Akaona ile tu hukumu aliyoipata pale, lakini akakumbuka, pengine alizisikia habari za Yesu akihubiri, akajua kuna moto wa jehanamu akaona hata haya mateso nayo yapata hapa na stahili kuyapata. Katika maneno yake, naye siku ile atakuonea aibu. Sogea mahali hapa, sogea mahali hapa. Hata kama uliokoka, lakini pengine kuna kitu kinakufunga, kinakurudisha nyuma, kinakukatisha tamaa. Sogea mahali hapa, Yesu anakupenda. Naomba niwakaribishe watumishi wa Mungu, wachungaji wote, maskofu wetu karibuni, wachungaji wote. Asante Bwana Yesu. Sogeeni mahali hapa, wale ambao mnataka kumpokea Bwana Yesu wote, naomba wote sogeeni mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Na baada ya maombi ya toba tutakuwa na maombezi kwa ajili ya wagonjwa wote wenye matatizo wote. Nasema Yesu yuko mahali hapa. Usidhalau. Usidhalau. Ninaamini kuja kwako mahali hapa, hukuja kwa akili zako. Yesu anakupenda. Yesu anadhumuni na wewe, lipo kusudi siku ya leo. Na nataka kukuambia hivi, ukiondoka mahali hapa usije ukadhalau. Amini tu kwamba yote yatawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Askofu kasomee Ndiyo. Pamoja wachungaji. Naomba mchungaji ima waongoze watu wao kwa toba baadaye tuendelee na maombi. Basi Bwana Yesu asifiwe, basi pale ulipo fumba macho yako kwa kumheshimu Mungu, lakini pia nifuatishe maneno haya, sema Bwana Yesu. Yesu sema Bwana Yesu naja na mbele zako Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi mwenye dhambi ninaomba leo naomba leo. Nikupokee. Uwe Bwana na Mwokozi na, na maisha yangu ninaomba Yesu, Yesu ufute jina langu kutekala katika kitabu chako cha hukumu na, na uniandike leo katika kitabu chako cha uzima Bwana Yesu. Kuanzia sasa, sasa, nitakufuata nita ninaomba Yesu, Yesu ubadilishe maisha yangu maisha. Maana ninaamini ya, ya kwamba wewe ulikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe, tuwe nao tere kwa jina la Yesu, Yesu. Yesu. ninaomba uniponye, uniponye magonjwa yote niliyonayo, maana ninaamini ya kwamba kwa, kwa, kwa kupigwa kwako ku. kwa kwa ku. kwa kwa ku. wewe. wewe mimi, mimi. niliponywa kwa kupigwa kwako wewe Yesu, mimi niliwekwa huru. Sante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Nipe nguvu ya Roho Mtakatifu iliongoze, kwa jina la Yesu naomba na kushukuru. Naomba na kushukuru. Amen. Amen. Amen. Basi endelea kufumba macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu, pia wale ambao wamekuja kuokoka tusipita hmm.

Yes. Amen. Amen. Amen. Amen. Sasa wale ambao tumekuja kuokoka, otwiza kuokoka twingile mkanisa kwa ajili ya malekezo, mchungaji mwenyeji akakwaiklin ndani. Tufanya operation ya mombe ndani, ndani humo. Kule ndani kuteni wagonjwa wakutetu ndani moja kwa moja tutawachambua humo humo, waliokuja kuokoka na magonjwa pia tutakwenda kuwachambua humo ndani kwa ndani. Mungu atwa mbinguni akubariki. Kesho jioni tena tuko mahali hapa. Na kama kuna wengine